Shukrani, tumesafiri salama, awasiri Mbeya salama, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Na kuhusu maandalizi, nashukuru Mwenyezi Mungu, leo tumemaliza maandalizi salama kuelekea mchezo usiku. Tunashukuru tumepata ule ushindi, lakini hatuwezi kuchanganya ushindi tulioupata juzi na mechi tunaenda kucheza. Hizi ni mbio za ligi kuu na kama unavyoona ligi kuu nafasi zimekaa vibaya, yani hata wewe uliokuwa juu hauna uhakika huko juu kama unaweza kaendelea kudumu. Kwa focus ya mchezo uliokuwepo, ni dhidi ya Prison kwa sasa. Ile mechi iliyopita, mpaka wachezaji washajua ile imepita. Sasa hivi tunajiandaa kukabiliana na Prison. Nashukuru Mungu. Prison tunafahamu, Prison ni timu bora, ni bora zaidi wakiwa kwao. Kikubwa ni plani fulani tuliyoandaa ndo tutakayoenda kuisimamia na tunaomba Mwenyezi Mungu atusimamie, tuweze kucheza mchezo mzuri, na Mungu ukimpendeza, tuweze kupata alama tatu. Sema kila timu inapanga kupata alama tatu. Tumejiandaa, tuweze kupambana, tuweze kupata alama tatu. Na ndio hicho ambacho tumetoka Dar es Salaam kuja Mbeya kwa ajili ya kupambania hizo na alama tatu. Kila kitu tumesha kiandaa, kilichobaki ni kumwachia Mwenyezi Mungu, kesho tuamke salama tuweze kutimiza hichi ambacho tumedhamiria kukitimiza. Naam, ni mwalimu msaidizi.